Sasa bwana, kuna haka kamjadala ambako kamekuwepo kwa muda mrefu. Unajua, kwa eh, wale waliosoma historia kulikuwa na kamjadala fulani hivi kwamba wazungu walivyokuja Afrika walisema africans were barbarians ama barbaric eh, tafsiri ya barbaric ni mtu mshenzi ama mkatili ama mtu ambaye hajakuwa civilized yani haja hajastarabika. Eh, he, sasa wanasema waafrika walikuwa hawajastaarabika. Sasa kuna wale wasomi wa kiafrika ambao walikuja na hoja zao kwamba bwana, waafrika sisi tulikuwa tumestaarabika, tulikuwa wastaarabu na hatukuwa wakatili. Sasa hicho kitu kimenikumbusha, unajua, wiki hii Uganda, eh, wanafanya uchaguzi sasa toka jana, eh, tarehe kumi na tatu eh, walizima mtandao wa internet na unakumbuka mhula uliopita pia ulizima mtandao na wakasema kuna hasara ilitokea kubwa tu, lakini licha ya kwamba hasara ilitokea lakini e, mhula huu tena wameamua kuzima. Sasa mtu huyo unasemaje, amestaarabika au unasemaje, mtu huyo sio mshenzi? Maanake tafsiri ya barbaric person ni mtu ambaye ni mshenzi ama mkatili. Sasa kama enzi hizo wakati wazungu wanakuja walitutem kama washenzi ama wakatili ama watu ambao hatujastaarabika. Sasa hivi vitu vile vile vinatokea <laughs> katika ulimwengu ambao ni wa sayansi na teknolojia, na ulimwengu ambao tunasema ni wa, ni wa utandawazi, yaani ulimwengu ambao internet ni sehemu ya kipato cha mtu, alafu unazima kwa sababu tu ya uchaguzi. Na by the way, uchaguzi wenyewe ni kwa ajili ya kuchagua wewe kiongozi. E, tuliona pia hata DRC hata baadhi ya nchi tu za Afrika, eti kwenye uchaguzi wanazima internet, alafu nasema Africans were civilized. Kama enzi hizo tulishutumiwa kwamba hatukuwa civilized, sasa hivi si ndio tumekuwa washenzi zaidi <laughs> e, Afrika bwana ni ya ajabu sana. Nafikiri tutaendelea kuwa washenzi mpaka pale ambapo ushenzi utatuisha vichwani kwa sababu, unajua hata elimu yenyewe tunayotumia sasa hivi ni ya mkoloni, alafu unatumia elimu ya mkoloni kumpinga mkoloni, alafu unajiona eti umeelimika. vitu <laughs> vingine bwana, hebu tuache tabia ya kuwa babas eh. Mi naona bado ya barbarians. Ikikuuma ni vizuri uende kwa daktari ili akucheki maumivu yalipo.